Miongoni mwa vile alivyovyapia Allah subhanahu wa ta'ala, ameapa kwa nafsi akisema wa nafsin wa ma sawaha, na apa kwa hii nafsi na kile kinachofanywa na nafsi falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeongoza na kuipa njia na kuiongoza katika njia ya nafsi hii, ili ile nafsi iwe inatenda mema, inatenda mabaya au kutenda maovu basi kad aflaha man zakkaha, hakika atakuwa amefaulu yule ambaye nafsi hiyo yake ataitakasa. Wa kad khaba man dasaha, na hakika atakuwa amepata khasara na ameangamia yule ambaye nafsi hiyo ameiangamiza na ambaye nafsi hiyo ameitia katika mambo mabaya. Hii nafsi ya mwana adam aliyoyumba Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa na sifa tofauti tofauti. Miongoni mwa sifa hizi ni kwamba kwa hii nafsi wakati mwingine inakuwa amaratun bisu, ni nafsi ambayo inamwamrisha mwanaadam kufanya maovu. Nafsi haitomwamrisha mwanaadam maovu kwa kumbembeleza, amaratun bisui, kwa maana kwamba nafsi hii itakuwa inanang'ana na yule mwanaadam kumpeleka kufanya maovu mpaka yale maovu, hata kama alikuwa mwanzo hayataki, showe atayafanya. la tazalu tamuru bisui bistimrarin, kwa kuendelea. Na nafsi hiyo kadhalika inamwamrisha mja maovu bililhahi, kwa kusisitiza kwa kutilia mkazo. Haiji nafsi kumwambia mwanadamu, unaonaje ukifanya hivi? Waislamu, tuna wajibu na tuna umuhimu mkubwa sana ya kusoma na kufanya bidii ya kujua ni mambo gani ambayo yanatoa nafsi yetu katika sifa ya amaratumbisu na katika mambo makubwa ambayo inaitoa nafsi katika mdahalo huo na katika uovu huo ni kutafuta hidaya ya hii nafsi. Hii nafsi imeumbwa kwa namna ambayo saa zote inataka hidaya, sio mara moja, kila saa inataka hidaya. Ndiyo maana tunaswali rakaa kumi na saba kwa siku moja, idadi ya chini kabisa ya faradhi peke yake, mara kumi na saba katika siku moja na usiku wake, mchana na usiku tunamuomba Allah Azza wa Jalla hidayah, kumwambia ihdina as-siratal mustaqim mara 17, kwa sababu hiyo ndiyo ambayo nafsi itaweza kujikinga nayo kutoka katika sifa ya uovu. Na hidayah ni nini? Hidayah ni kujua yale ambayo anayataka Allah subhanah, yale aliyoyafundisha Allah Azza wa Jalla na kuyaamrisha, na kuepukana na yale aliyoyakataza, na hiyo inapatikana kutokana na kutafuta elimu. Nafsi iwe saa zote inapata mauidha, inapata elimu inapata mawaidha inapata mwongozo ambao utafanya nafsi ile isimame katika njia ya haki.